Tumekwenda Shinyanga vijijini, Mheshimiwa Rais, tumefika pale usiku, mhandisi wa maji anaangaika akutane na wewe kiongozi. Namwambia hapana, muda huu usiku umekwenda, tutakutana saiti. Tunafika eneo linaitwa Mwakitorio, unakuta zaidi ya bilioni moja nukta tatu zimetolewa, lakini wananchi hawapati maji. Unamuuliza, kwa nini hapa wananchi hawapati maji wakati fedha za serikali zimetolewa? weshima maana nitaka nikueleze jana, naomba sasa nikunongonez aambia pana waeleze kwa nini wananchi hawapati maji. Mweshimua Rais, mhandisi wa maji anasema Mweshimuwa Waziri, sijawahi kuona wananchi wachawi kama katika hichi kiij. Weshima Rais, namuuliza unasemaje? Anaambia mweshimiwa, hapa tumefanya kazi kubwa lakini usiku hapa mabomba yanapaa kama ndege. <laughs> namuuliza kama anapaa kama ndege, rubani wake iko wapi? Mheshimiwa Rais, yapo baadhi ya maeneo tukabidi tuingie mbali zaidi, unakuta katika wilaya moja tenki la lita laki mbili linajengwa lakini gharama tofauti, saizi ni moja. Unaingia mbali zaidi, unakuta mradi engineering estimation ulitakiwa ujengwe kwa bilioni tano. Unasema hapana, hebu tufanye wenyewe, nyisi mmesoma wataalam, hebu tufanye. Mheshimiwa Rais, mradi ambao ulitakiwa ujengwe kwa bilioni tano tumejengwa kwa bilioni moja nukta tano. Sio rahisi, Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uvumilivu wako. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania na viongozi wenzangu wote, pamoja na kazi kubwa na nzuri ambazo umefanya mheshimiwa rais. Lakini mheshimiwa rais, una sifa ya kipekee, una utu na utulivu. Kazi kubwa, kazi nzuri, ngumu kwenye sekta ya maji, lakini kubwa ambalo nimepata faraja kama kiongozi, haukutuacha mheshimiwa rais, ulitupa support, ulitupa upendo, ulitulea, ulituvusha na ukatusimamia. Nataka niwaambie ndugu zangu, kama sekta ya maji ingekuwa meli, Mheshimiwa Rais ungekuwa nahodha. Kama sekta ya maji ni ndege, Mheshimiwa Rais wewe ndio rubani wa wizara yetu ya maji. Kama sekta ya maji ni gari, nataka niseme Dkt Samia Suluhu Hassan ni dereva mahiri. Piga makofi mengi sana kwa Rais Daktari Samia Suluhu umetusaidia maelekezo yako, ya reform zako zote nne, sisi tumezitekeleza kwa vitendo. Mheshimiwa Rais, tulikuwa na changamoto ya makazi ya watumishi wetu. Sisi malengo yetu yakawa, tukasema pamoja taasisi ya serikali, lakini tuwe na mawazo ya private sector. Mheshimiwa Rais, umetufanyia matendo ya wema kabisa, leo ukenda Dodoma na maeneo mengine, watumishi wetu hapo katika mazingira mazuri. Tulikuwa na changamoto ya ufinyu wa bajeti, ndio ulikuwa wimbo katika Wizara ya Maji ipo miradi ilijengwa tangu mwaka elfu moja mia tisa na sabini na nne haijawahi kukamilika kwa sababu ya ufinyi wa bajeti. Ulituongezea bajeti, leo ukienda Mugumu Serengeti, miradi ambayo tangu miaka sabini, leo umeikwamua. Piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Kuja na kushoka tools manufacturers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 safi na hauna kabisa moshi, unatokana na teknolojia ya utunzaji wa mazingira. Kwetu utaupata kwa, uta kwa bei ya jumla jumla na hata reja reja. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692031345 au 0754 431 522. pia